Waislamu wakazibeba kwa sura kwamba wao wanampenda rasul alaihi salatu wassalam. Hivi wao na masahaba nani wanampenda zaidi? Intabihu ayuha almuslim, tanabahi ewe muislam, ewe anayesoma maulidi, rejea tena, kafanye bahthi, kaangalie tena. Hivi dini yako italetwa na aubaidillah almajusi? Dini yako utachukua hapo? Hivi masahaba

Nani hamjui abu Huraira? Tukiwataja masahaba wenye hadithi nyingi zaidi, kiongozi wao ni abu huraira radhiyallahu anhu. Anamwambia ibnu umar radhiyallahu anhuma kwamba yeyote yule ambaye atatoka na maiti kutoka nyumbani kwake, maiti akaenda nayo mpaka msikitini, wakaiswalia maiti hiyo, huyo aliyelifanya hili atapata qirat

Ibnu Umar anasikia maneno ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, lakini hakuridhika na maneno haya. Anamwagiza mtu, anamwambia nenda kwa Aisha radhiyallahu anha, muulize juu ya maneno ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, huku ameshika vijiwe mkononi akivigeuza geuza, akisubiri jawabu. Alipokuja aliyetumwa akamwambia, sadaqa Abu Huraira

Wachukuaja dini yako kwa watu ambao si masahaba. Unaambiwa maulidi, kuna baya gani ambalo limbo? Sitasoma Qurani? Si tunamsifia Mtume sala alaihi wasallam, twalishana chakula, tunawaambia hizi ibada. Kumsifia Rasul alaihi salatu wassalam, ibada kusoma Qur'ani ibada, kulisha watu chakula ibada. Mbona mnaleta mseto? Mbona mnaleta kaifia? sheria imeachia wewe, unafunga inakuwaje? Unafunga kilichoachwa na sheria? Sheria imeacha huru kumsalia mtume sallallahu alayhi alehi wasallam isipokuwa baadhi ya maeneo kwa utaratibu maalum, aswaliwe mtume katika sala kwenye tashahudi ya mwisho, aswaliwe mtume katika sala ya mayit kwenye takbira ya pili, imekuja kaidi. Lakini ukitaka kumswalia sehemu nyingine, mswalie, lakini siko kukaa pamoja tukaweka siku maalum. Kwa nini hiyo tarehe kumi na mbili Rabiul Awwal Hivi nani aliyekuja na tarehe hii, kwamba ndo kazaliwa Mtume sallallahu alaihi alaihi wasallam? Nani kaja nayo? Ayuhannasu ibadallah ittaqullah, mwogopeni Allah tabaraka wataala. Haya yanayosemwa huwa hayasemwi kibubusa, watu warejee katika maandiko, kwa kile binadamu tu. Hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujijua kama kazaliwa Ameishi miaka sitini na tatu. Miaka kumi na tatu kaishi Makka hali ya kuwa ni mtume, miaka kumi kaishi Madina hali ya kuwa ni mtume na aya zateremka. Hivi hakuona umuhimu wa kufanya maulidi yake, wala waliosoma kwake? Hivi wao wasikae, Abu Bakar awaambie Omar, Uthman, Ali, Abdurrahman, Said, chukueni vitabu someni, hawakuona uone wewe. Ittaqullah, muogope Allah tabaraka wa taala, muogope sana Allah tabaraka wa taala, na chunga sana ibada zako. Haya ambayo unayafanya utahesabiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, na utaulizwa umeyapata wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha Haya mambo yanaudhi sana na yanakera sana, kwamba wao, namwambia mtu twende huku kwenye haki, anakwambia nabaki hapa kwenye batili. Na kuna watu si wenye kusoma si watu walishughulisha na ilmu, lakini na wao wameng'ang'ana tu basi. Mogopeni Allah tabaraka wa taala, rejeeni katika maandiko, waulizeni hao watu wenu, nani amewatangulia